Ninawasalimu wapenzi watazamaji, popote mlipo, hamjambo? Karibu niwapashe yale ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ninafahamika kama Ezra. Kila ambacho nakuomba kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua hatua yako moja, mbili, tatu, ukapiga subscription, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kusapoti hichi kituo. Baada ya Samia Suluhu kuapishwa Tanzania na baada ya kusema kwamba hali ya kawaida iweze kurejelewa Tanzania, mambo mabaya yanazidi kutendeka Tanzania. In fact, baada ya kuapishwa kwa Samia Suluhu, sasa mambo ndiyo yamekaa mabaya zaidi Tanzania wanawatafuta wale wote ambao wako na video kwa simu ambazo zinaonyesha maafisa wa polisi wakiwaua watanzania kipindi cha maandamano. Yaani, Samia ameweza kutoa agizo kwamba yeyote mwenye yuko na video ambayo inaonyesha kwamba maafisa wa polisi Tanzania na watu wengine chini ya amri ya Samia waliweza kuhusika kuwaua wananchi ambao walikuwa wanaandamana kwa amani wakitaka uchaguzi wa hara, yani, wa haki wakitaka reformu wakamatwe. Yani ukiwa na kanda kama mimi Mwenye niko na video za kuonyesha jinsi ambavyo wananchi wa Tanzania walikuwa wanauawa Tanzania eti kwamba nikiwa Tanzania nitakamatwa. Hey! Samia anazidi kugeuka dikteta, kila kukicha aswa baada ya kuweza kuapishwa. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Embassy ya Amerika ambayo iko Tanzania. Embassy ya Amerika ambayo ipo Tanzania ninakuomba uweze kunisikiliza vizuri. Jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo ni baadhi ya picha ambayo wameweza kuchapisha upande wa X, yani Twitter ambayo wameweza kuambatanisha na ujumbe mrefu. Hiyo picha inasema kwamba Update for US citizens abroad Security alert. Tanzania update. Yani wanawaambia Wamarekani ambao wako Tanzania chunga na uchunge zaidi. Hata hivyo, atakana kwamba wanawaambia Wamarekani ambao wako Tanzania, ujumbe ambao wanatoa unaashiria hali ya halisi ambayo inaendelea kuendelea Tanzania baada ya Samia kuapishwa Jumatatu. Ujumbe huo ukaanza kusomeka hivi, update for US citizens abroad event

movement restrictions and security checkpoints continue in, continue in many locations foreign nationals may experience increased attention from local security authorities and there have been reports of temporary detentions marekani inasema hivi yani baada ya maandamano tanzania hata baada ya serikali ya mama Samia Suluhu kusema kwamba wameondoa kafyu, marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12, na kutoa ripoti kwamba sasa wageni wanaweza wakaingia Tanzania, watalii, bado hali haijarudi sawa. Wamarekani wanasema kwamba hali haijarudi sawa. Kwa nini? Wanasema hivi sehemu zingine bado zinaweza zikawa na kafiu, marufuku ya kutotoka nje. Tafadhali ikiwa unaingia Tanzania jaribu kuulizia. Tunaambiwa kwamba bado maafisa wengi wa polisi wapo taifa nzima la Tanzania na wanakagua kagua watu ambao wanaingia Tanzania na kutoka, wakati mwingine wala ambao wanakaguliwa, hata uwe mmarekani au uwe mkenya, unaweza ukafungwa unaweza ukawekwa kwa rumande kwa siku kadhaa. Sio mimi nimesema, ni, ni Marekani wamesema, wakasema kwamba Zanzibar is reported reported to be calm and the shops and the ferries are operating normal. Yani wanasema kwamba upande wa Zanzibar hali ni shwari ha? watu wanaweza wakatembea, hali ni shwari pale, lakini upande wa Tanganyika ndiyo hali imeweza kuharibika.

Naomba nirudie hapo hapo, ndio naomba kusisitiza: There are reports of security searching electronic devices for politically sensitive content. Please be mindful of local laws. Wanaeleza hivi Tanzania, polisi wanawatafuta watu ambao wako na simu, wako na kamera, wako na memory card ambazo ziko na video na picha ambazo zinaonyesha maafa ya kifanyi, ya kifanywa Tanzania kutoka kwa maafisa wa polisi. So Tanzania ukiwa na picha kama hizo, ukipatikana wewe unaelekea kwa jela. Hivyo ndivyo Marekani inamaanisha. Tanzania ukiwa na picha za dikteta Samia Suluhu na serikali yake wakiwaua wananchi, wewe ni jela. Yaani haya yanatendeka baada ya ICC kuanzisha uchunguzi Tanzania. Na sasa zoezi ambalo limeanza Tanzania ni la kufunika na kufukia ushahidi ambao unaonekana, kufunika na kufukia ushahidi ambao unaonekana. Kama uko na picha au video ambazo zinaonyesha maafisa wa polisi wakiwanyonga na kuwapiga risasi watu Tanzania, wewe utafungwa jela kumaanisha Samia amesikia kwamba ICC imetua Marekani, yaani imetua Tanzania, inataka kufanya uchunguzi na ICC itakufunguliwa ma, itakufunguliwa mashtaka baada ya kupata ushahidi sasa, anataka kuhakikisha kwamba ushahidi wowote ambao uko Tanzania unafunikwa, unakuwa deleted. kumbuka kwamba umebadilisha sheria za mitandao hiyo kanda niliweza kuiunda taiangalia Kenyan media aya Ujumbe ukaendelea hivi kutoka Marekani ama kutoka embassy ya Marekani ambayo iko Tanzania. Intermittent internet outages continue with certain apps reportedly blocked. The ability to make payments via credit, uh, credit card is dependent, uh, dependent on internet access. As access is restored nationwide

Monitor local media for updates, be aware of your local surroundings. Kwa hivyo eh, Marekani na ripoti kwamba bado Tanzania atakana kwamba serikali ilisema kwamba wamerejesha mtandao bado wanaendelea kukatakata internet. Interme intermittent internet outages continue, bado wanaendelea kukatakata mtandao Tanzania. With certain apps, uh, reportedly blocked. Tanzania sasa hivi X ukipenda Twitter haifanyi. Kuanzia mwendo wa saa kumi mpaka saa kumi na moja hapo Twitter haikukuwa inafanya ilifungwa Tanzania. Nasikia wanataka kuifunga kwa sababu gani? Hapo ndipo information inakuwa shared inafika international picha za mauaji Tanzania zinakuwa shared pale, zina zi, zinafika international. So Samia hataki hilo, ataki picha, ataki video kutoka Tanzania zitundikwe X, zitundikwe Twitter kwa sababu zinaweza zikafika mbali. Kaendelea, the ability to make payment via credit, uh, credit card is dependent on internet access. kulipa chochote kupitia kwa kadi ATM inategemea sometimes internet, na internet ndio unasikia wanafungafunga. Wanasema kwamba Tanzania chakula kimeweza kupungua, mafuta yameweza kupungua, pamoja na kashi, pesa zimeanza kupungua. Kwa hivyo akaweza kuambia yeyote mwenye atakuwa anaingia eh, Tanzania aweze kujichunga. Lakini kitu ambacho kimeweza kuteka umakini wangu, etu, kipatikana na video au picha zikionyesha yale ambayo yalitendeka Tanzania. Hilo ni kosa political sensitive content. Yani hata ukipatikana ukitazama video za siasa ya Tanzania, eti hiyo ni kosa. Hapa wameanza udikteta, hata Samia baada jamaliza hata wiki tangia alipoapishwa. Mimi sina la kuongeza. Marekani umemaliza kila kitu. Mimi kazi yangu ni kuupdate, mwendelee kupata taarifa. Asante sana kwa kuendelea kusubscribe. Asante sana kwa kuendelea kunisapoti. Mwenyezi Mungu awabariki.